Vyakula vitatu bora kwa ajili ya afya ya tumbo lako. Cha kwanza ni maziwa ya mgando. Usikose kabisa kutumia haya maziwa kwa sababu ni rafiki sana kwa ajili ya afya, yana wingi na, na uzalishaji mwingi wa bakteria wazuri tumboni au probiotics, hivyo kupambana na changamoto za gesi na hali ya mvurugiko wa tumbo, lakini kuna tangawizi ni nzuri sana pia, inasaidia watu wenye changamoto za uh, kutapika, lakini pia matatizo yanayoambatana na maumivu ndani ya tumbo. Inasaidia sana katika mwili kujiponya wenyewe, kwa hiyo tumia hii mara kwa mara. Pia penda kutumia vyakula vyenye kambakamba e, vyenye jamii ya nyuzinyuzi. Kuna ndizi, kuna kabeji, kuna baadhi ya jamii ya matunda yako sana Tumia vyakula hivi kwa sababu gani? Vinasaidia sana kuweka mfumo wa mmeng'enyo mzuri kuwa mzuri. Kwa wale wanaopata choo kigumu, wanakaa siku nne tano, wengine mpaka wiki hawapati choo, inasaidia sana. Lakini pia vinasaidia kuondoa sumu mwilini, kwa tumia kwa wingi. Changamoto kama ni kubwa, unaweza ukanitafuta pia kwa ajili ya ushauri na namna ambavyo unaweza ukapata matibabu. nimekuwa niki